Miaka themanini Raila anakufa? Hao hao na alienda India lini? Mbona wajatuambia? Tunaangalia vyombo vya habari, vinatuambia Raila dead. Hao hao serikali ituambie kwa nini oh, kifo cha huyo mzee bwana kimeniuma vibaya sana kimeniuma, yani sikutarajia, yani sijasikia ugonjwa kwa muda mrefu sasa, kiniuma kusema tu ukweli, amekuwa msaada na maybe angewezidi kuwa msaada kwa, politi, kwa politics ama wadau ama stakeholders ama tunaosimamia mpira hapa Kenya ni, ni, ni pigo kubwa sana ni. Majuzi tu alionesha ishara kubwa sana alipokuwa ni patron wa Kenya team, ambayo national team Harambee Stars. Kwa kusema kweli, nchi hii imepoteza mtu ambaye amejenga nchi hii kwa njia ya opposition, na tunapojaribu kuprocess kifo chake. E, tunaomba pia amani idumu kwa nchi ya Kenya na Mungu atatupatia. Huyu bwana ni mmoja kati ya ambao walipigania demokrasia ya vyama vingi wakati ule, yeye kina Martin Shikuku, Baba Hariz na kina James Orengo na kina Paul Mwite na wengineo. Kwa hivyo tutamkumbuka kwamba ni mmoja katika viongozi ambao walipigania demokrasia ya kuleta vyama vingi wakati wa ule na ule na Moi. Sio watu wote ambao watakupenda katika siasa, kuna wengine watakuwa marafiki zako, wengine watakuwa maadui zako, lakini wakati kifo kinapokuja huwa Wakenya watakaniwa tuwe pamoja. Hiyo kitu imeniuma sana, sielewi mbona baba amekufa na amekufa aje? Yaani ni kitu ambaye yani hatuelewi, hatujaelewa baba amekufa aje, tunataka kujua baba amekufa aje na ni nini imemuua. Nikiangalia yani, vile alikuwa ni mtu wa watu ametetea wa Kenya, yaani mi nilikuwa nampenda Raila sana, nimesikia vibaya, nimesikia uchungu. Lakini kwa sasa vile amefariki, Wakenya wawe watulivu, tuangalie mstakabali wetu wa siasa utakuwa vipi, na wale ambao watachukua nyadhifa zake ambao iko chini yake katika, katika chama cha ODM waendeleze chama vizuri, kwa sababu kama tulivyo hivi sasa kuna misukosuko mingi katika siasa yetu ya Kenya. So mimi namkumbuka kwa sababu yeye amekuwa akipigania wananchi, yeye ni mtu wa, wa wananchi. Mimi kama mpwani ni vitu vingi sana amepigania kwa sababu sisi, kusema ule ukweli, tumekuwa na janga la mambo la mashamba na nini, lakini yeye alipokuja hapa sana kabisa, alipigana sana masuala ya mashamba, na pia chama chake kilijaribu kuonyesha usawa na kilizidi kuonyesha uzalendo katika hapa pwani.